Wana wa ufalme, mimi ni Dr. Godwin Gunewe, balozi wa serikali ya mbinguni hapa duniani. Uh, leo naomba ni uh, jaribu kuzungumza nawe kukupa ushuda. Uh, shuda zenyewe ziko mbili na shuda hizi zitakusaidia kujua nimetoka wapi na historia ya kuweza kuhubiri huu ufalme, elimu ya ufalme ilianzia wapi na ni shuda za msingi sana ambazo zinaweza zikakupa mwongozo wa kujua jinsi ambavyo uh, ufalme wa giza unavyopambana kutaka kuweza kuona jinsi gani ambavyo watu wasipate kweli ya ufalme wa mbinguni Sasa ni historia ilitokea kwa uh, mwa, ilikuwa mwaka elfu mbili na saba nilitokewa kiumbe wa ajabu ambayo alitaka kunipa nguvu na aliniambia kwamba niachane na huyu mfalme wa mbinguni, yani yaweli Mungu, na alitumia neno mungu kipindi hiko. Na baada hiyo elfu mbili na saba baada ya kiumbe kunitokea, pia mwaka elfu mbili na kumi miaka mitatu mbeleni uh, ni mbingu nayo iliweza kunipa maono ya namna ambavyo injili ya ufalme ingekuja kuhubiriwa mbeleni na mimi ningetumika kwa viwango vikubwa sana, ingawa sikujua kwa sababu ilichukua muda mrefu mpaka kuja kuwa halisi. Lakini angalau nianze kwanza na ushuhuda wa kiumbe aliyenitokea. Ilikuwa mwaka 2007 um, mwezi wa nne na nakumbuka sana ni mwezi wa 4 2007 ni saba, kwa sababu ndio mwaka ambapo alikufa mwimbaji yule Angela Chibalonza ilikuwa Septemba na mimi mwezi wa nne nilitokewa na huyo kiumbe ndio maana huwa haitoki kwenye kumbukumbu yangu. Uyo kiumbe a uh, alinitokea kipindi ambapo nikiwa katika kijiji cha Mvomelo, kata ya Mvomelo, wilaya ya Mvomelo, mkoa wa Morogoro, wakati huo nikiwa mwalimu wa sekondari katika shule ya Mvomelo sekondari pale na mimi nikiwa pia mhudumu wa madhebu ya kipentuko moja ya dhebu la Pentekoste, nilikuwa na hudumu kwenye dhebu hilo. Nikiwa kipindi kile, nikiwa kama kwenye madhehebu ya Kipentecost. Sasa kiumbe huyu, uh, alinifuata, alikuwa kiwa mbele yangu na mimi nilikuwa nimesimama. Akaja akanitaja jina Godwin. Akaniambia, uh, achana na huyu Mungu wa mbinguni, tumene neno Mungu wa mbinguni. Maana yake Yahweh Elohim. Anasema achana na huyu Mungu wa mbinguni, mimi nikupe nguvu. Aliponiuliza hilo, uh, aliponiambia hilo swala, mimi nilishangaa kidogo kwa sababu ni kitu kigeni kwangu na sikutaki kutarajia lakini cha ajabu uh, wakati tumesimama na hiyo kiumbe, sikumbuki yani, sijui kama nilikuwa nimelala au nilikuwa niko macho, lakini nilikuwa nina akili timamu, yani kabisa, nilikuwa najua kila kitu, nilikuwa na akili zangu za kawaida kabisa, tulikuwa tunaojana hivi. Sasa ilikuwa sijui kama nilikuwa nimelala au nilikuwa na ni macho, lakini nilikuwa najua kila kitu kinachoenda, nilikuwa na akili kabisa za kawaida, yani consciousness yangu ilikuwa iko active kabisa. kwa kaniambia achana na huyu mfalme wa mbinguni mungu wa mbinguni mimi nikupe nguvu. Wakati ananiambia hivyo, nikamwambia nikamuuliza, nguvu gani hiyo? Akaniambia, piga magoti. Na kweli mi nikapiga magoti ha, ah, kimsingi ha, ah, pamoja na kujielewa lakini ha, ah, maeneo mengi sana katika ule mazingira niliokuwa nayo kama vile nilikuwa sina maamuzi ya uwezo mkubwa sana, ila nahisi labda Baba wa mbinguni alinisaidia, alikuwa ananiongoza kunisimamia ili kuepukana na, na mtego wa yule kiumbe. Kwa hiyo nikapiga magoti, yule bwana akanishika kichwani. Na kweli baada ya kunishika kichwani, nika nikaanza kusensi nguvu kubwa na uwezo mkubwa sana eh, ni, ni, ni, ni, ni kitu ambacho ni, ni ngumu kukielezea, lakini nilikuwa na uwezo wa kufika eneo fulani nikiwa nimekaa hapa, nilikuwa na uwezo wa kufika eneo la kule bila, bila, mimi, bila, bila, bila, yani naweza kufika eneo la mbali nikiwepo huku, huku. yani nikiwa pale niliweza kuangalia juu angani nikaanza kuona mwezi, niliweza kufika mwezini, nikaanza kusurvey kwenye anga lote na nikarudi pale. Yani nilikuwa na uwezo hata kama kuna kitu kinaendelea Dar es Salaam, nilikuwa na uwezo wa kufika kule at the same time na nikawepo hapa, unaanza kuona. Kwa hiyo nilikuwa na uwezo wa kujua information nyingi kwa wakati huo nikiwa hapa hapo, yani naweza nikajua maisha ya mtu n, yani nikiwa pale, pale pale, kwa muda mfupi sana. Sasa yule bwana alini uh, baada uh, ni ya kurudi sasa. Baada ya kusurvey kwenye anga, nikarudi uh, jakafra nilipata ufunuo tu, nikauliza, kwani nini hatima ya hii nguvu? Nilipouliza nini hatima ya hii nguvu, kuna sauti ilikuja ya, ya ajabu, ikasema jehanamu ya moto. Sasa sikumbuki mpaka leo kwa sababu aliyenijibu hilo swali alikuwa ni nani, kwa sababu ile sauti nilikuwa nasikia kwenye moyo wangu inaingia, imepiga kelele mpaka kwenye masikio, kwenye moyo. Sasa tulikuwa wawili, mimi na yule nikisema yeye ndo aliyenijibu, ha hawezi kunijibu kwa sababu yeye alikuwa anataka mimi niingie kwenye nguvu, kwa hiyo hawezi kunijibu hilo jibu. Sasa sikujua mpaka leo ni nani aliyetoa aliyejibu, lakini baada ya kusema jana moto, hiyo sauti iliyotoka, nikaanza kuinama hivi. Nipoanza kuinama, ili ananisubiria ili nimpe jibu, nikaanza kusikia ndani mwangu, naanza kuugua namna ambavyo naweza kuteseka milele kutengana na Baba wangu wa mbinguni namna ambavyo nakosa na, na, na uhuru wa kukaa na Baba wangu na vitu mbalimbali, nikaanza kusikia naugua sana. Ghafla nikainua kichwa hivi, nikamwambia hapana, mimi siwezi. Nikamkatalia ule bwana, nikaona anatoa ndani mwake vitu kama darts, kama mishale hivi ya kuchezea ule mchezo wa darts, akana nitupie, na kweli ilikuwa inanichoma kwe, kwenye mwili, nikuwa naichomoa kwa jina la Yesu, namtupia namtupia mpaka baadaye akakimbia. Baada ya kukimbia yule bwana akanishindwa basi nikaanza kujiuliza sasa, ah, kaa nikatafakari, kwa sababu ni kitu kilikuwa kigeni kigumu, na kwa mara yangu ya kwanza kutokewa na kiumbe kama huyo, ilikuwa ni jambo zito, kwa sababu nilikuwa najiuliza ni kitu gani hiki, nini hatima yake? Maanake nimeingia wapi? Hii ni kitu gani? Ilinipa shida sana na uh, baadaye nikaanza kujiuliza, nikasema mpaka leo wanakaga najiuliza, nasema huyu uh, kiumbe mpaka leo atakuwa amewatokea wa, watu wangapi na akawapa hizo nguvu. Na ndio maana mara nyingi sana baada ya baada ya huyo kiumbe kunitokea huo ushuhuda, ilipita miaka mitatu nikapata tena ushuhuda testimony nyingine kutoka serikali ya mbinguni. Ndio baadaye nikaja kugundua kwa nini shetani huyu kiumbe alinitokea. Kumbe niliandaliwa kwa ajili ya kuja kuleta impact kubwa sana duniani kwa habari ya ufalme kama injili ambayo itakuja kumleta mfalme Yesu kwa hiyo nilisikujua iko kitu mapema, kumbe alinikatizia, aliona uwezo wangu, kipawa changu cha uwezo wa waku, waku, kufanya vitu na maarifa nilionayo, kumbe alitumia hiyo advantage kutaka kuweza kuzuia ule mpango wa serikali ya mbinguni. Kwa hiyo ndio nilikuja kugundua baadaye. Sasa mpaka leo anakaa najiuliza, huyu kiumbe mpaka sasa hivi atakuwa amewatokea wa, wa, watu wangapi? Kwa sababu bimi kipindiko nilikuwa kabisa mtumishi wa kipentekoste kabisa lakini kiumbe walitokea alitaka kunipa nguvu sasa, najiuliza mpaka leo. Ni mpaka nikona hata wa, wa manabii watumishi mbalimbali wanaotumiwa wana miujiza ishara, huwa nawaza siyo, labda ndio huyo kiumbe kawatokea. Sisemi kama ni huyo kiumbe au ni shetani, ila ni akili tu yangu ndogo ya kibinadamu ina ina ina inaleta ina ile picha, najiuliza isije kana nao wametokewa, sasa ndio wanafanya hivi vitu, kwa sababu na mimi uh, navyoona utakuta kuna mtu labda nabii anasema naanza kutembea naanza kuona ndani mwako, naanza kuona historia yako ya nyuma. Na mimi yule kiumbe alikuwa aliponishika nilikuwa na huo uwe uwezo wa kuona vitu vya nyuma vya mbali, nilishangaa sana. Sasa najiuliza leo huyo kiumbe amewatokea wangapi? Ndio maana nikiona hao manabii na watumishi mbali mbalimbali huwa na ah, naumia sana, ila naamua tu kukaa kimya kwa sababu wakati mwingine nisije nikaharibu mambo mengi na nika nikakosea lakini naumia tu kibinadamu, ila nawaza isije kaa na wao viumbe hawa watumishi, nao wametokewa na huyo na kiumbe. Mpaka leo wanawaza, wametokewa na wangapi? Natamani uh, nipaze sauti, uh, ili labda inawezekana nao wamekubali, sasa wanashindwa sasa, wana sasa kujinasua. Lakini hicho ndio kilitokea mwaka 2007 na cha ajabu uh, kabla sijakusimulia kusimulia uh, uh, jinsi maono ya ambayo yalitokea mwaka 2010 kutoka serikali mbinguni wakati wananiambia kuniandaa kwa ajili ya ujumbe mkubwa ambao wanakwenda kuachilia dunia. Ilikuwa mwaka 2010 nilipata na ufunuo wa kimbingu miaka mitatu baada ya 2007. Uh, nakumbuka nilipokuwa mwa, nikiwa Mwanza, maana nilitoka Mvomero nikahamia Morogoro mjini, baadaye nikaja kuhamia Mwanza mwaka 2015. Kiumbe huyo huyo alinito 2015, yes, kiumbe huyo Kumi na tano, kumi na sita, alinitokea nikiwa nimejenga nyumba yangu ndogo kule maeneo ya Mwanza Kiseke. Ile nyumba ilikuwa ndogo ndogo. Sasa kipindi kiko ni kwa mahitaji maisha yangu ilikuwa duni kidogo. Sasa nilikuwa na uh, sikuwa sina uwezo hata kunua kitanda. Sasa nilinua godoro eh, nilikuwa nalalia chini alafu uh, familia yangu ilikuwa nalalia kwenye kwenye kwenye kitanda eh, wakiwa na mtoto mtoto mdogo. Sasa nilikuwa nimelala pale chini. Yule kiumbe alikuja kunitokea lakini kwa njia ya ndoto. Nilikuwa nimelala Yule kiumbe alikuja, alisimama ali, ali nyuma yangu nilikuwa nimelala hivi alisimama kwa kwenye kichwa hivi, upande wa kichwa. Akaniambia, "God bless. Unaona mpaka leo uko maskini. Unge, ungekubali ile nguvu mpaka leo ungekuwa tajiri mkubwa sana. Unaona mpaka leo uko maskini." Mimi nilikemea kwa jina la Yesu, "Sitaki utajiri wa udhalimu katika jina la Yesu Kristo, sitakukubali." Kitu yule kiumbe akaondoka hakuwahi kurudi tena. Sasa uh, nimeamua niweze kuelezea ili watu wajue historia iliyopitia kuhusu kiumbe ambayo alitaka kunipa nguvu ya ajabu ambayo, uh, ninahisi sijaokuwa, na uhakika ninahisi labda inawezekana kuna watumishi wengi ambao mnawasikia leo wamekuwa wakubwa, wametokiwa na kiumbe huyu ambaye amewapa nguvu mbalimbali mbali. Sina uhakika ila ninazungumza kibinadamu, maana nisije nikamkosea baba yangu wa mbinguni, ila ninakuwa tu kibinadamu, huwa na wazo, inawezekana ikawa ndo nao pia wametokewa na huyu kiumbe. Kwa hiyo naomba usikose ushuhuda mwingine. Baada ya 2007 kutokea na huyo kiumbe wa ajabu, nilikuja tena kutokewa na serikali ya mbinguni, ilikuja kunipa ufunuo mkubwa uh, na nani, maono makubwa juu ya injili ya ufalme ambayo nitakuja kwenda kuleta matokeo makubwa, na hiyo ilikuwa ni mwaka 2010 nikiwa sijui chochote, na ndicho kinachotokea sasa leo baada ya hiyo elfu mbili na saba nika nikaja miaka mitatu mbeleni elfu mbili na kumi nikaja nika kupata maono tena kutoka serikali ya mbinguni namna ambavyo, uh, dunia ingeweza kupata elimu ya ufalme na ikaweza kuleta matokeo makubwa sana. Naomba usikose basi, uh, shuda hiyo inayofata ili uweze kupata maarifa. Naitwa Dr. Gunewe. Naomba tafadhali kama una maswali unaweza ukaniuliza, ni nikakujibu kuhusiana na ushuda huu. Naweza nikakusimulia mambo mengi e, ili uweze kwa sababu utagia hapo e, uh, nilipo wakatalia alipita mambo mengi Nilipata challenge, sio kwamba waliishia hapo. Nakumbuka nilikuwa Mvomero, nilipata challenge nyingi, changamoto nyingi nakuja, na kuna viumbe walikuwa nakuja na kwa ajili ya kuweza kuni, kuni attack, na nakumbuka uh, nilipokataa pale, kuna siku moja nilikuwa nimelala. Nilipokuwa nimelala nilikuwa nime... nakumbuka nilikuwa najitambua ila, nilipo zinduka hivi, niliona kuna viumbe wanne walikuwa wamesimama kwenye kitanda changu. Mmoja uh, alisimama kwenye upande huu, upande huu, walikuwa wanne, mwingine upande ule, walikuwa wananiambia eti nikane kile ninachokiamini uh, nikane kile ninachokiamini um, walinikazia wali, wali, wali, wali, wali kweli kweli, mimi nikakataa. Mmoja akanipiga na, na lungu hapa kwenye mkono wangu wa kulia nakumbuka. Na kweli asubuhi niliamka, nilikuwa nimevimba mkono, ulikuwa umevimba sana. Nikiwa huko kwa Mvabela, so, nil, nilikutana na changamoto challenge nyingi ambazo nyingine siwezi kuzielezea, kwa sababu vitu hivi vinaweza vikawatisha watu vikawasumbua. Lakini eh, katika yetu tunashinda na zaidi kushinda, tuna ufalme mkubwa usioweza kutetemeshwa. Na mpaka leo unaweza kuona nimekuwa mjumbe wa kuelimisha au kufundisha elimu ya ufalme. Kwa hiyo kama utakuwa na maswali au unataka mambo mengi, ninaweza nikakusimulia uh, baada ya kulipigia simu. Asante. Naitwa Dr Gunewe. Baba mbinguni ambariki kila mmoja. Asante.